Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha matendo ya Mitume. Siku ya Pentekoste, Petro alifungua kinywa chake: wayahudi nyuma ya Israeli, hakika na ijue kuwa Mungu amefanya kuwa Bwana na Masia, je, Yesu huyu mliyemsulubisha ninyi. Waliposikia hayo, walishoma moyo na wakamuuliza Petro na mitume wengine, tufanye nini, enyi ndugu? Petro akawajibu, tubuni na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, mpate kuondolewa dhambi zenu najimtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana ahadi hii imefanywa kwa ajili yenu na watoto wenu na wale wote ambali atakaowaita kwa wake Bwana Mungu wetu. Pia kwa maneno mengine mengi akawashuhudia na wasisitiza akisema Mjiokoe kutoka kizazi hiki kipotofu. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa siku hiyo, waliogeza watu wapatao elfu tatu. Neno la Bwana. <tune> Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya thelathini na tatu mstari wa nne hadi tano kumi na nane hadi kumi na tisa ishirin

Siku aliyoifanya Bwana tuifurahie na kuishangilia. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Maria Magdalena alisimama nje ya kaburi akilia. Alipokuwa akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi mahali palipolazwa kwanza mwili wa Yesu, mmoja alikaa kichwani na mmoja miguuni. Nao wakamwambia, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu nime chukua Bwana wangu nami sijui walikomweka. Baada ya maneno hayo, akageuka akamwona Yesu amesimama huko, lakini hakutambua kwa kuwa ni Yesu. Yesu alimwambia, mwanamke unalia nini? unamtafuta nani? naye akalani ni mtunza bustani, akamwambia Bwana, kama ni wewe uliyemwondoa muon uniambie ulipomweka, nami nitamchukua. Yesu akamwambia Mariamu. Naye akageuka akamwambia kwa kie, kie, Kiebrania rabuoni, maana yake mwalimu wangu. Yesu akamwambia unishike, kwa kwa maana sijapata bado kwa Baba, lakini nen juu kwa baba yangu na baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu Maria Magdalena akaenda akawapasha wafuasi habari, nimemuona Bwana na, na yale aliyomwambia. Injili ya Bwana.